Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hello, mambo vipi? Karibu sana wana local contenti, uh, wenzangu kokote kule mlipo uh, siku kadhaa hivyo najua tumekuwa hatuko pamoja kutokana na mambo ya yeah, hapa na pale michakato pamoja na maswala ya kiafya, lakini nikwambie karibu sana wakati huu. Uh, tuweze kuangazia taarifa muhimu kwa husu Manchester United, the Red Devils ama unaweza kawaita uh, mashetani wekundu kutoka pale OT. Uh, tuko hapa kuweza sasa kuangazia zile taarifa uh, muhimu kabisa ambazo zimepata nafasi uh, kwa husu Manchester United, na nikwambie tu zipo taarifa nyingi lakini Uh, mimi ni kama mtu ambaye nimekuwa na mashaka sana na, na dirisha hili la, la, la klabu ya Manchester United kwa sababu na, na mambo nayatazama na, na uh, jinsi mambo ambavyo yanakwenda. Kwa hiyo tupitie zile taarifa ambazo zimekuwepo kwa sasa na utaniwia radhi kwa kutokuwepo kwa hewani kwa siku tatu nne hivi ni kutokana na changamoto za hapa na pale na pale, na tuziangazie taarifa sasa ambazo zinaendelea wakati huu. Moja kati taarifa ambazo uh, ikiwa leo ni tarehe mosi ya mwezi wa saba moja kati ya taarifa ambayo imepewa kipaumbele na bado itakuwa inaendelea kuwepo na mashiko yake uh, ni taarifa ya kumuhusu Bran Mbeumo kutoka Brentford, ambako inaelezwa kwa mujibu wa The Athletic, wanasema Manchester wanaendelea kufanya kazi ofa ya usajili wa Mbeumo kutoka Brentford. Hata hivyo, Brentford wameweka wazi kuwa watakubali ofa ya angalau paundi milioni 65 tu. Uh, ambayo Manchester mara ya mwisho ofa yao ilikuwa inaishia paundi milioni 62 pointi tano. baada ya kuwa walitoa paundi milioni hamsini na tano ya, ya awali na nyongeza ya paundi milioni saba pointi tano na kufikia paundi milioni sitini na mbili pointi tano. Hivyo, kwa mujibu wa taarifa kutoka Brentford ni kwamba watakubali angalau paundi milioni sitini na tano. Na, na kwa mujibu wa mkurugenzi wa soka wa Brentford Bwana Phil Gillett anasema kwamba Bryan Mbeumo atakuwa tayari kusalia Brentford na kama Manchester watofikia makubaliano na, na klabu yake. Kwa hiyo Bryan Mbeumo huenda akasalia Brentford, kama Manchester watashindwa kufikia makubaliano na klabu hii ya Brentford. Na kwa mujibu wa mkurugenzi wa soka wa Brentford Phil Giles uh, ndio anasema hivyo kwamba Bryan Mbeumo is happy to stay, he is very, very happy to stay kwa sababu uh, ye chaguo lake pekee lilokuepo ni kwenda Manchester na kwa hiyo kwa sasa Manchester wanajaribu kufanyia kazi ofa ya kulipa paundi milioni 65. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka The Athletics, moja kati ya taarifa ambazo zimekuwa na controversy nyingi, zimekuwa na changamoto nyingi ni uh, taarifa ya Bryan Mbeumo. Ndio maana niwahi kuwaambia mashabiki wa Manchester, matarajio yasiyo makubwa sana kwenye season hii, japo kila chanzo cha habari kinatuambia kwamba uh, Bryan Mbeumo ndio kipaumbele cha Manchester kwa sasa na bado itaendelea kuhakikisha wanataka kumsajili msajili, msajili huyu. Kwa hiyo ofa ya paundi milioni 62.5 ilikataliwa na sasa Brentford watataka angalau paundi milioni sitini na tano. Hii taarifa inaenda ikibadilika kadri muda unavyozidi kwenda. Mara ya kwanza iliripotiwa kwamba Brentford wanataka angalau paundi milioni sitini ikaja ikabadilika ikaenda sitini na tano ikaenda sabini na sasa imerejea sitini na tano na kwa na mujibu wa Phil Giles ambaye wa ni mkurugenzi wa soka wa Brentford, anasema Bryan Mbeumo yuko happy kuweza kusalia kwenye klabu hiyo. Kwa hiyo ni taarifa ambayo itaendelea kutuvuruga, kutuchanganya mpaka pale ambapo itakamilika, na hii inatuonyesha kwamba dirisha la usajili kwa Manchester bado ni gumu sana, kwa sababu mpaka sasa ni mtu mmoja peke yake, Matthew Kunya ambaye amesajiliwa. Hii ni taarifa ambayo imeendelea kuwepo, lakini mbali na taarifa ya, ya Bryan Mbeumo, taarifa nyingine zitaendelea kuwepo hapa a, ni pamoja na taarifa ya Victor Yokeres ambayo inaendelea kuchukua nafasi Uh, Bwana Nasri Muhammad unasema, baba nipo leo, ushaamka huko huko pande za Zanzibar bwana, ishaamka mzee wangu. uh, Apolinali William nasema bora Fabian Ruiz. Lakini James Afred kuwa ni shida nini kaka katika a dili la, la Mbeumo? Shida ya Mbeumo ni makubaliano kati ya Brentford na Manchester United, hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inaendelea kwa sasa. Hakuna makubaliano kati ya vilabu hivi viwili. Uh, hii dili imekuwa imekuwa pasua kichwa. Uh, Faraji Mwalukasa anasema tuachane naye huyo Mbeumo. Uh, mi nafikiri fika wakati sasa watu waangalie michakato mingine, lakini sio ukosa kosa la Manchester wenyewe kwa kushindwa kuclear hii dili mapema, uh, ambayo ingeweza kuwasaidia kumsajili bra Mbeumo. Hii ni changamoto kubwa sana. Dula Black anasema bora tuachane naye. Hii ni taarifa ambayo itaendelea kutuvuruga na kutuvuruga, kwa sababu ilikuwa wiki iliyopita kwamba smooth deal done, baadaye imekuja taarifa kwamba mambo hayajafika ukomo, kwa hiyo tusubiri kuona nini kinaweza kikatokea kuhusiana na taarifa ya Bran Mbeumo. Ah, kuna taarifa nyingine mpya kumhusu, uh, mchezaji wa sporting Lisbon, Victor Jokeres ambaye anawaniwa na Arsenal na Manchester, na kwa mujibu wa jarida la Bola kutoka kule nchini Ureno, wanasoma sporting wako tayari kupokea ofa ya pauni milioni hamsini na mbili au zaidi kidogo, uh, eh, Mm, watapokea uh, Sporting watakuwa tayari kupokea uh, ofa ya pauni milioni 52, na uh, hii inakuja baada ya kulazimishwa na wakala wa mchezaji huyo kutaka kuweza kulipwa fidia ya asilimia kumi kama thamani ile ambayo walikubaliana kwa maandishi ya mdomo. Hivyo vyanzo vinaripoti kwamba Arsenal wako tayari kufikia thamani ya mchezaji huyo, japo pia Manchester uh, inaripotiwa kwamba huenda wakafikia thamani ya mchezaji huyo. Kwa hiyo hii pia ni taarifa nyingine ambayo nayo ni pasua kichwa, inaenda inabadilika, inarudi inaenda inabadilika kwamba Gyokeres ameamua kutokurejea kabisa kwenye klabu ya Sporting Lisbon. Hiyo ndio taarifa rasmi ambayo ipo na kwa mujibu wa rais wa Sporting ni kwamba Gyokeres hataki tena kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Sporting Lisbon. Lakini sasa hapa taarifa kutoka uh, A Bola ya kule nchini Ureno wanasema kwamba uh, wenda a, Sporting atapokea ofa ya paundi milioni hamsini na mbili. Uh, hii ni ofa ambayo uh, kama mtu atapeleka na inakuja baada ya wakala mchezaji huyo uh, kudai fidia kutokana na kile ambacho walikuwa wamekubaliana before. Hii ni taarifa ambayo pia na yenyewe ni kama Bryan Mbeumo, itaenda hivi naenda hivi. Kwa hiyo bado tubakie hapo kwamba Victor Yokeres kuja Manchester huenda ikatokea, uh, huenda isitokee. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka kule uh, nchini, nchini Ureno kwao. Hiki ni kitu kingine ambacho Kipo na kimechukua nafasi kubwa kwenye, kwenye vyanzo vingi vya habari siku ya leo. Uh, Isaya Masanja anasema wanazingua Manchester United, lakini Nasri Muhammad, na sababu kuna timu imejua zinatuchukia, umejua kuna timu zinatuchukia, ndo maana wanakaza eh, eh, ndo hivyo mm, kwa hiyo tusubiri kuona itafika itafika hatima gani, lakini dili za wachezaji wawili Bram Mbeumo pamoja na, na na Victor Jokeres bado zinaonekana zina changamoto kubwa sana kwa mujibu wa taarifa zilizopo 62. Uh, imekataliwa pointi 5, inatakiwa 65. Kwa Manchester wanalazimika kufikia hiyo 65 ambayo Uh, Brentford watakuwa wa, wanaitaka, lakini vyanzo vingine vya habari vinaripoti kwamba Manchester watafanikisha huu mchakato. Kwa hiyo bado kuna 50-50 ya kila kila kila source ambayo inakupa, inakupa taarifa hii ya usajili wa Bryan Mbeumo pamoja na Victor Jokeres. Taarifa nyingine ambayo imepewa nafasi kubwa sana siku ya leo ni kumhusu Muhispania Fabian Ruiz kutoka pale PSG ambako inaelezwa Manchester wameonyesha nia ya dhati ya kumsajili kiungo wa PSG Fabian Ruiz. Uh, mteji huyu anahusishwa kwa kuhamia Manchester licha ya PSG kutaka aende kusalia. Kumekuwa kuna kuna, kunaelezwa kwamba Ugumu uliopo ni kwa, kwa mchezaji kuhakikishiwa nafasi ya kucheza kikosi cha kwanza na maslahi binafsi, labda hicho tunaweza kawa kitu pekee kigumu, lakini uh, Fabian Ruiz anafuatiliwa na Manchester kwa ukaribu. Ni moja kati ya viungo bora ambao Manchester huenda wakawahitaji. Niliwahi kuambia washabiki zangu hapa kwamba taarifa nyingi za Manchester ni tetesi ambazo zinaanzishwa na vyombo vya habari, sijui kama watu waliwahi kunielewa, lakini kila siku tuna mchezaji mpya tunakuwa tunavutiwa naye. hizi taarifa Sometimes, tunaona kasa, hizi hizi, lakini hii ni taarifa ambayo imechukua pia uh, imechukua mashiko kwenye vyanzo vingi vya habari ya Mwispania Fabian Luiz kwamba Manchester wanaonesha nia ya dhati ya kutaka kumsajili kiungo huyu kutoka PSG. Uh, taarifa kutoka The Athletics wao wanasema Manchester wanaendelea na mpango wao wa kumsajili Bryan Mbeumo kwanza, uh, kama mshambuliaji kipaumbele cha kwanza kisha Ole Watkins ambaye amependekezwa kwa siku za hivi karibuni huenda akawa mtu wa pili kwenye mpango wa Manchester sehemu ya ushambuliaji, na hii inategemea na mauzo ya wachezaji ambao wapo ndani ya Manchester United. Hii ni kwa mujibu wa The Athletics wa kiripoti hivyo. Kwa hiyo ni taarifa nyingine ambayo inaendelea. Aa, Nasri Mohamed tuchukue 65 maana miezi miwili sasa Uh, tuchukue tutoeuuketutoe nafikiri a kumaanisha. Ali Ayub anasema Mbeumo, dili yake imekaa vipi kaka? Mbona kila mchezaji ni vita, ni kubwa vita ni, vita ni nzito, na hii yote inaletezwa na sisi kutokuwa na hela ya kusajili. Hii ni vita kubwa, hii yote inaletezwa na Manchester kuwa na fedha, kutokuwa na fedha ya kufanya usajili, ndo haya yote yanatokea. Hizi zarau, zarau zote ni kutokuwa na fedha. Uh, Jaffar Suleiman anasema Fabian Ruiz umeweka ile alama ya, ya kimoto, lakini anasema mm, anasema United, nasema United, I like Osimhen Mbeumo Emi Martinez Ederson Ruiz Ndidi uh, to Manchester is better for the next season. Uh, Teliso, maybe they're going to be good but how can we get them?

I don't know what's gonna happen. lakini uh... <laughs> Nasiri Muhamed anasema hatuuzi, si hakuna timu zinataka wachezaji wetu virusi. mm-hmm. Islam bin Omar anasema kaka, hongera kwa taarifa hizi, siku mbili zilikuwa ambazo, kaka hongera kwa taarifa hizi, siku mbili nilikuwa ambazo hapo umeunganisha, sijakuelewa bwana Islam, ni uh, um, uh -huh. Uh, Islam bin Omar, lakini siku hizi mbili kidogo afya iliyumba na nikawa tu nimeona tuchoshane bwana, taarifa hazieleweki, kaendelea na mambo yangu mimi, sababu sometimes huwezi kutumia bando la muda wote, afu mambo hayaeleweki. Islam bin bin Omar uh, bwana Gaddafi Mohamed unasema kaka, naona uh, Mbeumo tunamkosa Mi nahisi sijui, bado tusubiri kuona. Inawezekana tukampata, inawezekana tukamkosa, japo vyanzo vingi vya habari vinasema kwamba Manchester wanaendelea ku work hard, uh, they working hard kwa ajili ya kumpata nyota huyu. anasema uh, uh, nyange, nyange tuachane na tuachan eh, si, na Bryan Mbeumo, tutafute mzaji mwingine inawezekana. Ina mi nakumbuka kauli ya David Moyes kwamba Marlon Fellaini ilikuwa ni option ya tatu kama sio ya nne. Kwa hiyo naamini kuna option A, B, C na D. Kwa hiyo Manchester wanapaswa kuangalia option zingine kama imeshindikana. Na hii inakuja sio mchezaji, changamoto ni klabu kutokufikia makubaliano. So Manchester wanapaswa kufikiria namna nyingine. Islam bin Omari, asante kwa ujumbe wako. Siku hizi mbili ambazo sikuwepo, e, mambo yalikuwa mengi mzee wangu, afya pia haikuwa, haikuwa nzuri. Musa Chicha Junior, kusajili wachezaji wa nje ya Uingereza ni kamari, ni bora kusajili wachezaji ambao wame prove kwenye ligi ya England. Uh, Musa Chicha Junior anasema hivyo, tusajili wachezaji ambao wamekwisha ku prove kwenye uh, pale English Premier League, na itakuwa ni jambo zuri zaidi mm. Sema mimi bro, naona usiharibu, uh, bando mpaka viongozi wakiwa serious. Kila siku maneno, hamna vitendo. Hii ni kitu ambayo inaboa kiukweli uh, Uh, Dula Black inasema kila siku stori za Mbeumo hazifiki mwisho, tutafute mzaji mwingine. Nafikiri ni, ni, ni haki sana, sema uongozi wa Manchester pia kuna wakati ah, unapata, unapata nao mashaka sana, unapata nao mashaka sana kwa nini mambo mambo magumu, mtu aangalia taarifa zingine ambazo zimekuwa zimepewa kipaumbele uh, siku ya leo, taarifa kuhusu washambuliaji ambazo zimepewa uh, kipaumbele siku ya leo kwenye klabu ya Manchester zinasema kwamba Manchester wanaonesha nia ya kuangalia washambuliaji kadhaa ambao bado wanaendelea kuwafuatilia kuona kama huenda ikawezekana: Hugo Ekitike, Ole Watkins na Victor Yokres. Hata hivyo kwa mujibu wa Fabrizio Romano imeripoti kuwa Manchester hawako tayari kutumia fedha nyingi kwa ajili ya mshambuliaji. Kwa mujibu wa Fabrizio Romano reo, leo hii kupitia ma, ma, matangazo yake ya YouTube, anasema Manchester haiko tayari kuspendi fedha nyingi kusajili mshambuliaji, hivyo tusubiri tu kuona, na mimi sitarajii maajabu. Kuna mtu alisema mimi nawakatisha tamaa wa Manchester, lakini huu ndio ukweli kwamba kwa mujibu wa Fabrizio, Manchester inaendelea kuangalia mshambuliaji lakini Uh, anatajwa Hugo Ekitike hapo, ambao tunaambiwa paundi milioni 80 euro milioni 100. Anatajwa Ole Watkins, anatajwa Victor Yokeres ambaye Sporting inasemekana ina itakubali kum, kupunguza dau lake, lakini Manchester hawatotumia fedha nyingi kwa ajili ya mshambuliaji. Hii inaashiria kwamba kama bei ya Ekitike itashuka, Manchester atakwenda kumsajili, lakini atajaribu kuangalia njia bora zaidi ya kupata mchezaji ambaye atakuwa na bei ya wastani. Hii ni taarifa kuhusu sehemu ya ushambuliaji ya Manchester United, mustakabali wa Marcus Rashford. Marcus anaonyesha nia dhahiri ya kutaka kuondoka Manchester na kuondoka nje ya England, anataka na kucheza soka sehemu nyingine, na inaripotiwa kwa mujibu wa David Austin, anasema uh, Rashford yuko tayari kuondoka Manchester kwa mkopo mwingine na kwenda kucheza soka nje ya soka la England. Pale Manchester ameweka kiwango kiwango cha paundi milioni 40, ili kuweza kumuuza Marcus Rashford. Bayern Munich, uh, Barcelona walionyesha nia na Inter Milan, lakini Bayern Munich wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kumtaka mchezaji huyu wa nafasi ya ya ya ushambuliaji. Kwa mujibu wa Sports Bild ya kutoka kule Ujerumani, inaripoti Bayern Munich wamemweka kwenye orodha Marcus Rashford uh, baada ya ku wameweka majina mengine Uh, walikuwa Bayern wanamwangalia Rafael Leao kutoka AC Milani, uh, Bakola kutoka pale PSG pamoja na Luis Diaz, na sasa wanamwangazia Marcus Rashford kama winga mwingine ambaye anatarajiwa kuenda kupata nafasi Bayern Munich, na hii ni baada ya kuondoka kwa Leroy Sane. Kwa Manchester, wanataka paundi milioni 40 lakini sehemu nyingi ambazo Rashford anaonekana kuhitajika, anahitajika kwa mkopo. Hii ni taarifa nyingine ambayo imepewa nafasi kubwa siku ya leo kwenye vyanzo vingi vya habari lakini Chelsea na Aston Villa wao ndio vilabu ambavyo sasa wanaonyesha nia karibu ya kumtaka Alejandro Garnacho. Taarifa kutoka kwa Witsel wa Athletic yanathibitisha kwamba Chelsea wa wako kwenye mawasiliano kuhusu dili la Alejandro Garnacho, japokuwa hakuna ofa rasmi ambayo Manchester imepokea mpaka sasa kuhusiana na usajili wa Alejandro Garnacho. Garnacho anaweza kuisaidia klabu ya Manchester kuingiza fedha nyingi ambazo huenda zikaisaidia Manchester kufanya usajili mkubwa, na hivyo jicho la Manchester kwa sasa ni kuhakikisha wanakamilisha mchakato wa kumwondosha Alejandro Garnacho. Hii ni taarifa ya Whitwell kutoka The Athletic kwamba kuna mazungumzo yanaendelea kati ya Chelsea na Manchester United, na hii inakuja baada ya Alejandro Garnacho mwenyewe kuonyesha matamanio ya kusalia katika ligi ya England. Hajataka klabu kuitaja, lakini ana matarajio ya kubakia kwenye ligi ya England. Sky Sports wanaripoti kwamba Juventus wanaendelea kufuatilia hali ya kumpata Jadon Maliki Sancho. Wiki iliyopita nilisema hapa kwamba taarifa ya Fenerbahce, fene, kumtaka Sancho ilikuwa inaonekana kama ni taarifa ya kutengenezwa ili kuweza kubusti uhamisho wake. Kwa hiyo ili inawezekana ilikuwa kweli, na tumeona taarifa Fenerbahce na Sancho kama imekatika ghafla binvu hivi, na inaelezwa sasa Juventus, kwa mujibu wa Sky Sports, wao wanaendelea kufuatilia uhamisho wa kumtaka Jadon Maliki Sancho. Manchester anataka uhamisho wa pauni milioni 25, na bado makubaliano hajafikiwa, japo Juve ameendelea na mawasiliano na Manchester, lakini hakuna makubaliano binafsi kati ya mchezaji na klabu ya soka ya Juventus. Hizi ndio taarifa ambazo zimepewa nafasi kubwa. Taarifa za Manchester kwa sasa ni pasua kichwa. Ni taarifa ambazo uh, hazieleweki. Yaani tusubiri tu kuona nini kinaweza katokea kama mashabiki. Mambo yanaweza kabadilika, tuseme, tusio tusio tusio, hatuna imani sana lakini taarifa kuhusu Manchester ni taarifa ngumu sana kwa sasa. Amedeus Michael anasema, kaka hii ni kama laana kweli, tunashindwa kukamilisha issue ya Mbeumo mpaka leo. Dige aliwahi kusema hii timu kama ina laana hii. Mm. Aha. A... <laughs> A, Nasri Muhammad anasema hapati mtu washajua ku... ni kiruhusi, inawezekana namzungumzia Sancho au utakuwa Rashford Uh, Musa Chicha unasema Watkins umri umeenda kidogo ingawa ana experience ya ligi ya England. Kakata asipokuwa na experience ndio wachezaji wa nyamba labda angalau wanaweza wakapatikana. Hao ndio angalau wanaweza wakapatikana. Kwa hiyo hatujui nani anaweza uh, kaya. Uh, anasema um, mm, Nasir anasema Nasir Muhammad anasema timu imebaki siku tano ianze pre-season. Amorimo atajuta kuja hii timu. Amorimu hawezi kujuta, unajua kuna vitu mimi nafikiri hivi. Amorimu hawezi kujuta. Amorimu ana, ana hela yake pale Manchester. Yaani, timu ifanikiwe isifanikiwe, mshahara wake, hela yake ambayo alilipo kuja pale Manchester ipo pale pale. Kwa kujuta kwake ni kule labda kutokufanikisha ile, ile, ile, ile, ile vision yake, lakini kitu kingine ni kwamba hata akifukuzwa aweza kujikuta bado anapata fedha nyingi kutoka Manchester. Kwa hiyo kipolisia na a watu makocha, wachezaji sio sio vipenzi vya timu wao wanakuja kwa sababu ile ni kazi yao. Kwayo kazi kisha ni kwa hiyo kazi ikiisha ataenda sehemu nyingine, atachojuta ni kwamba hakufikia labda malengo mazuri ambayo alikuwa ameyaweka, na tukumbuke tarehe saba ndiyo tarehe rasmi ya Manchester kuanza pre-season. Kwa hiyo tusubiri kuona, japo mambo bado ni magumu, tunatarajia kumuona Diego Leon akitua aki Manchester wiki inayokuja. Mm-hmm. Hii ni taarifa ambayo Uh, rasmi kabisa kwamba Diego Leon atakuwa anatua pale Manchester, uh, wiki inayokuja uh, katika taarifa ambazo zimepewa nafasi jioni hii kutoka uh, The Sun. Hapa ni taarifa ya Marcus Rashford kuwa atakuwa anaweza akaondoka, lakini bado ni kwa mkopo. Hizi uh, ndio taarifa ambazo uh, zimepewa kipaumbele uh, zaidi uh, kutoka Manchester United. Uh, Del, uh, Del Star wanaripoti Manchester na maamuzi ya kuweza kuachana na Andre Onana bado ni taarifa zile zile ambazo zimeenda zikijirudia, uh, ziki so bana kikubwa shaji zangu ambao mme like, mme comment, mme subscribe. Asanteni kwa kuwa nami najua tajitahidi tumia kesho kupiga live nyingine majira kama haya jioni hivi. Tuone labda kutakuwa kuna mabadiliko japo, uh, kuna taarifa Uh, kutoka kwa Macgobridge anasema uh, Manchester na Watkins Ole Watkins wameanza mazungumzo ya kuweza kumpata Manchester, wameanza mazungumzo ya kumpata Ole Watkins. Hii ni taarifa ambayo mm -hmm. nimeiona hapa kwa Macgobridge hivi sasa hii uh, ni taarifa ambayo imepewa uh, nafasi uh, katika uh, YouTube Macgobridge akiwa anafanya live yake hivi sasa kwamba Manchester wameanza mazungumzo ya kumpata Ole Watkins ni taarifa ambayo ipo hapa. Uh, hatujui itakuwa inatupeleka mpaka wakati gani? Uh, he, Fabian Ruiz anataka kujiunga na Manchester, Rashford ataelekea Bayern Munich. Uh, Ganacho ni kwenda Aston Villa au kwenda Chelsea, na Manchester wanaanza mazungumzo rasmi na kumpata Ole Watkins. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo pia imeweza kupata uh, kipaumbele kikubwa zaidi katika uh, vyambo, vyanzo vya mbalimbali vya habari jioni uh, ya leo mm -hmm. Kwa hiyo tusubiri, labda labda sasa hivi tunasema Omari eh. <laughs> uh, S001 anasema kaka, timu yetu imefulia sana sana, kinoma yani, kinoma noma kitu pekee ambacho anaweza kutuprove kama hatujafulia ni kutuletea wachezaji katika siku chache zijazo zi dirisha linakwenda mpaka tarehe moja ya mwezi wa tisa, lakini kwa namna mambo yanavyoendelea mambo ni magumu sana. Uh, Nasiri Mohamed nasema hamna jambo bro. Acha tuvumilie watakavyoamua ndivyo ambavyo tushavulia uh, nguo acha tuyaoge mm. mambo mambo ni magumu, mambo ni magumu sana sana kiukweli na mimi sina imani sana na dirisha hili, na naamini kama Mourinho ataendelea kuwa meneja wa Manchester, kuna hitaji madirisha mawili matatu hivi ambayo anaweza uh, kuisaidia labda Manchester kuweza kufanya kufanya usajili mkubwa um, zaidi, kwa sababu, uh, ita, ita, ita, ita, ita kwa sababu itakuwa imetupa labda picha ya timu inaelekea wapi na nini ambacho kinaweza kikafanyika kika mm-hmm. Uh, Manchester Evening walikuwa wanatoa uh, taarifa ya latest kumhusu Ole Watkins mm -hmm. ambayo wanasema Manchester baada ya Matthew Cunha uh, Bryan Mbeumo ndio target yao muhimu na bidi mbili mpaka sasa zimekwisha kudondoshwa, lakini wataendelea kumwangalia pia Victor Yokeres. Uh, Bana washikaji zangu, mimi washukuru sana kwa, kwa time yenu sababu hizi zitaenda zinarudi, zitaenda zinarudi, tutakuwa hapa wakati mwingine ambapo zitakuwa kuna update zingine ambazo zinaendelea, lakini tutakuwa tunadondosheana makala zile ambazo zitakuwa zipo, ili tuone nini ambacho kinaendelea pale Manchester United. Kwa hiyo subscribe, subscribe, like, like, share, comment, sambaza pia taarifa kwa wengine, waambie loko ipo na itaendelea kukupa update muhimu kuhusiana na Manchester United. Kwa heri kwa sasa, kuwe na siku nzuri na wakati mwema kwako.